Ile ndoto ya kuwa bosi wako mwenyewe, ya kutengeneza pesa zako we mwenyewe, bado unayo? Najua unayo! Lakini kuna kitu kimoja kinakuzuia, nacho ni hofu. Hofu ya kufeli, hofu ya kuchekwa, hofu ya kupoteza kila kitu! Sasa hebu sikia kitu muhimu. Biashara nyingi zinakufa ndani ya miaka michache tangu kuanzishwa. Hiyo sio kukutisha, ni ya kukuamsha. Inamaanisha watu wengi wanafanya makosa yale yale. Habari njema? Wewe sio lazima uwe mmoja wao. Sasa leo, sitakupa ahadi za uongo. Ninakupa kitu bora zaidi, nacho ni ramani ya siri. Nitakupa hatua kumi ambazo ukizifuata, utageuza wazo lako kuwa biashara halisi, ukikwepa mashimo yote yaliyowamaliza wengine. Kama uko siriasi, chukua kalamu na karatasi kwa sababu tunarindima sasa hivi. Sasa hebu tuangalie hatua kumi za kuanzisha biashara bila kufanya makosa. Hatua ya kwanza ni kujenga akili ya kufanikiwa. Kabla hata hujaanza kufikiria jina la biashara, vita ya kwanza kabisa inaanza kwenye kichwa chako ujasiriamali ni marathon, sio mbio kama za mita mia moja. Itakumalizia muda, nguvu na usingizi wako, kwa hiyo ni lazima ujiandae kiakili. Sasa inabidi ujiulize, je, nipo tayari kwa hili? Niko tayari kujifunza vitu vipya kila siku? watu wengi hawafeli kwa sababu mawazo yao ni mabovu, wanafelishwa na akili zao wao wenyewe. Wanakata tamaa sekunde moja kabla ya kushinda. Sasa usiwe mtu wa namna hiyo, jenga akili ya kufanikiwa kwanza. Hatua ya pili ni ujichunguze wewe mwenyewe au kwa lugha ya kitaalamu wanasema fanya uchambuzi wa soti. Sasa akili imekaa sawa, hebu tuangalie silaha yako ambayo kitaalamu inaitwa soti analysis. Lakini fikiria kama unafungua e, stoo yako kwenye huu mchezo au kwenye hii biashara. Sasa hiyo soti analysis ina mambo yafuatayo. Kwanza, unapima nguvu zako. Wewe ni mkali kwenye jambo gani haswa? Unajua kuongea? Unapika vizuri? au wewe ni mtaalamu wa mambo ya mitandao? Hizo ndio nguvu zako au superpowers zako. Namba mbili ni udhaifu wako. hesabu na wewe hamuelewani? Yaani hujui mambo ya hesabu, huna nidhamu ya muda. Sasa kujua udhaifu wako sio aibu, ni akili. Hiyo inakusaidia kujua wapi pa kutafuta msaada. Namba tatu ni swala la fursa. Hebu tega sikio, Watu mtaani wanalalamika kuhusu nini, au shida gani ambayo bado haijatatuliwa au haijapatiwa ufumbuzi? Sasa pesa nyingi imejificha ndani ya hayo matatizo ya watu, au kwa lugha nyingine wanaita wateja. Jambo la nne kuhusu SWOT analysis ni vizingiti. Je, ushindani ukoje kwenye biashara? Kuna nini kinaweza kukuangusha kwenye biashara? Jua maadui zako kabla hawajakujua wewe. Huu uchambuzi utakupa picha kamili ya wapi umesimama na wapi pa kushambulia. Hayo ni mambo yanayohusiana na SWOT analysis. Sasa hatua ya tatu ya kuanzisha biashara inahusu wateja. Wajue wateja wako kuliko unavyowajua washindani wako wa biashara. Hili ndilo kosa la kifo linaloua biashara nyingi. Unakuta wajasiriamali mali wanaanzisha biashara kwa sababu wao wanaipenda, bila kujali kama kuna mtu anaihitaji. Acha kubahatisha na fanya utafiti lazima umjue mteja wako ni nani haswa. Unataka kumhudumia nani? Je, ni mwanafunzi au mama wa familia au fundi? Hebu angalia ana shida gani haswa ambayo wewe unaweza kuimaliza. Sasa naenda kaongee nao, kaa vijiweni, naenda kwenye kurasa zao za mitandao ya jamii. Sikiliza manunguniko yao. Usihitaji mamilioni kufanya utafiti, unahitaji masikio tu na udadisi. Biashara inayotatua shida za watu kamwe haiwezi kukosa wateja. Hatua ya nne ni kutengeneza plani ya biashara, au wengine wanasema mchanganuo wa biashara. Watu wakisikia mchanganuo wa biashara wanawaza labda ni kitabu chenye mambo chungu nzima. Futa hiyo picha, fikiria mchanganuo wa biashara ni kama ramani ya jengo lako. Huwezi kuanza kujenga bila kujua unataka vyumba vingapi. Sasa mchanganuo unakusaidia wewe kwanza kuhusu mambo yafuatayo ambayo ni sawa na plani ya biashara. Namba moja ni muktasari. Sasa hapa unaangalia biashara yako ni nini, na unaelezea kwa sekunde chache tu kama kumi hivi. Namba mbili unazungumzia bidhaa za huduma. Namba tatu unaelezea uchambuzi wa soko. Namba nne unaelezea mkakati wa masoko, kwa mfano utawapataje wateja na utajitangaza vipi. Namba tano ni mpango mzima wa uendeshaji. Hiyo biashara itafanya kazi namna gani kwa siku na kwa wiki na kadhalika, na namba sita ni mpango mzima wa fedha au wengine wanaita ni financial plan. Hapa ndio unaandika namba, unahitaji pesa kiasi gani au mtaji kiasi gani, utapata pesa ngapi na wapi. Hata kama ni kurasa mbili tu, mchanganuo huo utakuzuia usipoteze pesa hovyo. Huo mchanganuo ni lazima. sasa nina wito hapa. Tayari nafikiri tumefika nusu ya safari kuhusiana na mambo ya hatua kumi za kuanzisha biashara. Sasa kama bado upo hapa, wewe nafikiri uko vizuri. Niambie kwenye comments sasa hivi, ni hatua gani kati ya hizo nilizokueleza unaona inakupa stress zaidi? Na kama unapata thamani hapa, jaribu kubonyeza like na pia subscribe sasa hivi ili tusiachane. Hatua ya tano ni chagua jina ambalo linalotaka ambalo linalonata na muundo sahihi wa kisheria. Kwa maana hapo jina la biashara. Sasa jina lako la biashara linatakiwa liwe lenye mvuto, linatakiwa liwe rahisi kukumbuka, na liwe na nguvu. Kabla hujalipenda kagua kama linapatikana mitandaoni, halafu chagua muundo wa biashara kuna miundo ya biashara ifuatayo. Kwanza ni mtu binafsi, yaani ni wewe na labda na familia yako, lakini ya pili ni ushirika au wanaita partnership. hapa unashirikiana na mmoja au wengine mbalimbali hii ni poa lakini hakikisheni mnasaini mkataba wa partnership. Na tatu, hii sasa ni swala la kampuni. Hii ni level nyingine, unatanganisha una maisha yako na biashara. Kama biashara inafilisika, nyumba yako inakuwa salama. Sasa chagua muundo muundo ambao unaona unaendana na matakwa yako na ukubwa wa ndoto yako. Hatua ya sita ni kufanya biashara yako iwe halali kwa maana kuwa inabidi ujisajili na pia upate leseni. Kufanya biashara ya kimagendo ni kujitenga mwenyewe, utakuja kamatwa na upate shida nyingi. Ifanye biashara yako iwe rasmi, hii inajenga uaminifu na inafungua milango ya dili kubwa. Sasa nchini Tanzania, mchakato ni rahisi tu, sajili jina lako pale BRELA, na hiyo unaweza ukasajili online na pia hapo utahitaji vitu kama NIDA, kadi ya NIDA, na kisha nenda TRA ukapate TIN namba, na baadaye nenda halmashauri kwa ajili ya kupata leseni ya biashara. Usione kama hii ni gharama, ona kama unawekeza na kujikinga na matatizo ya kisheria. Hatua ya saba ni kutafuta mwalimu ambaye pia ni mshauri Hebu nisikilize kwa makini, huwezi kujua kila kitu na hiyo ni sawa kabisa. Tafuta mtu ambaye ameshafanikiwa kwenye kile unachotaka kufanya, huyu anaitwa menta. Menta mzuri atakuokoa na makosa ya kijinga ambayo yeye alishafanya huko nyuma, atakupa njia ya mkato za kushinda tupa aibu ya kando na nenda kaombe msaada. Kuwa mnyenyekevu na utapata, na utapanda ngazi haraka sana kwa kumtumia huyu menta. Hatua ya nane ni kuchagua eneo. Wanasema eneo na eneo na eneo, narudia, ni kweli. Kama unafungua duka, eneo ni muhimu sana, lakini hebu ngoja nikwambie kitu katika karne hii eneo lako bora kabisa linaweza kutosha kwenye kiganja chako cha mkono. Biashara yako inaweza kuishi kwenye simu yako tu. Fungua kurasa za Instagram na Facebook, tumia WhatsApp ya business, piga picha kali za bidhaa zako kwa simu yako. Teknolojia inakupa uwezo wa kuanza biashara ya mamilioni ukiwa umekaa sebuleni. Hakuna vijisababu hapa. Hatua ya tisa ni kuanza na fedha ndogo tu au vijisenti. Hii inabidi ujifunze haraka, hili ni somo la dhahabu. Usiwahi kuchukua mkopo mkubwa kuanzisha biashara ambayo huijui. Mkopo unaleta pressure na pressure na pressure, inasababisha maumivu ya kipumbavu anza na kile kidogo ulichokuwa nacho. Anza na labda elfu hamsini au zaidi kidogo. Fanya makosa madogo yasiyoumiza na jifunze soko, waelewe watu. Ukipata faida, usikimbilie kununua viatu vipya. Sehemu ya hiyo faida irudishe kwenye biashara, na hivi ndivyo himaya ya biashara inavyojengwa. Kama huwezi kusimamia shilingi elfu kumi, sahau kuhusu mamilioni. Hatua ya kumi ni swala la mauzo, au uza thamani na sio baha, sio bidhaa, yaani uuze thamani badala ya kuuza bidhaa tu. Hii ni hatua ya mwisho na muhimu kuliko zote. Mwisho wa siku biashara ni kuhusu watu. Unaweza kuwa na bidhaa bora dukani kwako au duniani lakini kama wewe ni mkorofi hawatanunua wateja. Mteja hanunui tu bidhaa, ananunua jinsi unavyomfanya ajisikie. Jenga uhusiano nao, jua majina yao, mshukuru kwa dhati lakini pia waulize, Naweza kukusaidia nini zaidi? Mteja mmoja tu mwenye furaha ni tangazo lenye nguvu kuliko bango la barabarani. Atakuletea jeshi la wateja wengi. Usiuze vitu, ila jenga jamii inayokuamini. Sasa hitimisho, mwisho kabisa, tujikumbushe mambo ambayo tumeyaelezea ambayo ni mambo kumi. Kwanza, jenga akili. Pili, jichunguze wewe mwenyewe. Tatu, fanya utafiti wa wateja. Nne, chora ramani ya biashara. Tano, chagua jina kali la muundo wa biashara na kisheria. Sita, sajili biashara yako rasmi. Saba, tafuta menta. Nane, chagua eneo lako la kufanya biashara. Tisa, anza na mtaji mdogo. Na, tu, na kumi, jenga jamii ya wateja. Kuanzisha biashara ni safari, itakuwa na changamoto nyingi, lakini sasa una ramani. Ile hofu tuliyoiongelea hapo mwanzoni, sasa una silaha ya kuivunja vunja. Itumie kama petroli ya kuwasha moto wako, sio maji ya kuuzima. Asante kwa kuwa nami hadi mwisho. Kama umejifunza kitu, Share video hii na rafiki yako mmoja mwenye ndoto kama zako. Usisahau kulike na kusubscribe. Tutaonana kwenye video ijayo.